Akizungumza na viongozi hao mara baada ya kutembezwa bandarini hapo, waziri mkuu huyo pamoja na mambo mengine amesema nchi yake pamoja na Baraza la Ulaya inaunga mkono Tanzania katika mpango wake wa matokeo makubwa sasa katika sekta ya miundombinu ikiwa ni pamoja na kuiboresha bandari ya Dar es Salaam na kuongeza kuwa bandari za kisasa zinazotoa huduma kwa wakati ni kichocheo kikubwa cha ukuaji wa uchumi. the

Akizungumza katika mkutano huo balozi wa Umoja wa Ulaya hapa nchini mheshimiwa Filiberto Sebregond amesema kupitia mpango wa serikali wa matokeo makubwa sasa, tayari mabadiliko yameanza kujidhihirisha katika bandari ya Dar es Salaam na kwamba jitihada zaidi zinahitajika ili kuiwezesha bandari hiyo kupokea na kusafirisha bidhaa nyingi zaidi on some key infrastructures and key policies. So through the BRN uh, system that we have put in place now the port uh, of Dar es Salaam the port authorities in Tanzania has a roadmap for improving performance and improving uh, effectiveness. Kwa upande wake waziri wa uchukuzi wa Tanzania mheshimiwa Dr. Harrison Mwakiembe ameitumia fursa hiyo kumwelezea waziri mkuu huyo matokeo ya mkutano wa jukwaa la kimataifa la uchumi uliofanyika hivi karibuni Davos nchini Uswisi kuwa katika miradi ya 51 iliyokuwa imewasilishwa katika mkutano huo kwa ajili ya kupewa kipaumbele na kuendelezwa kama mfano wa ushiriki wa sekta binafsi katika miradi ya miundombinu barani Afrika mradi wa ukanda wa uchukuzi wa kati ulioko Tanzania umeteuliwa. Mradi huo ulioteuliwa ni ukanda wa uchukuzi wa kati wenye bandari kuu kutoka Dar es Salaam mpaka mpakani wa nchi yetu namba jirani upande wa magharibi na upande wa magharibi kaskazini. Mara nyingi Watanzania, makubwa yanayofanyika kwa nchi yetu huwa tuyachukuli serious, tunapenda tu kuona eh, tu, uh, mabaya, lakini kwa wenzetu ilikuwa kitu kikubwa kupita kiasi. Nchi zote zilikuwepo pale na inatamkwa hivyo, sio kwamba tulipendelewa. Huu ni msafara wa waziri mkuu wa Finland ambao unaondoka hapa bandarini jijini Dar es Salaam, mara baada ya kupata fursa ya kuitembelea bandari hii. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Buhohela, ITV.